Mwanaume hutumikiwa kwa upole na unyenyekevu wa moyo, wakati huo huo wewe ukibaki kama mtoto mdogo mbele yake. Watu husema kuwa wanaume ni kama watoto wadogo, ni kwa sababu ya ile namna yao wanayotakiwa kutumikiwa. Watoto wadogo hutumikiwa kwa mapenzi na mapendo makuu kutoka kwa wazazi wao na usikie ile hali ya moyo ya wazazi wao inavyogusa maisha yao. Hivyo ndivyo wanavyotakiwa kutumikiwa mwanaume, kwa upole na unyenyekevu wa moyo na heshima, na wewe ukibaki kuwa kama mtoto, na hiyo ndiyo namna pekee unayoweza kuleta raha na furaha na amani mbele ya huyo mtu unayemtumikia. Kumbuka, tunamtumikia Mungu na kumwabudu, lakini sisi tunabaki kuwa kama watoto mbele za Mungu. Ile kwamba tunamtumikia Mungu na kumwabudu haimaanishi kwamba sisi tumekuwa wakubwa kwake. Hapana, tunabaki kuwa kama watoto. Kwa hiyo ukimtumikia mwanaume kwa upole na unyenyekevu wa moyo, inaleta raha lakini pia wewe unayemtumikia utapata raha. Usifanye maigizo, fanya kwa moyo wa unyenyekevu.